Okay. nafasi yake. <coughs> Okay. Leo wawakilishi wengine wana, wanashuka uwanjani ee, Simba wako kule Bamako Mali dhidi ya eh, Stade Malien na Singida wako Zanzibar dhidi ya Stellenbosch. Labda tukianza na Simba ee, kun, kun, mechi yao ya Petro Atletico na Esperance ilichezwa jana mm. ambayo yeah. imeisha kwa sare yeah. ya bao moja kwa moja yeah. Simba leo ili kukaa sawa kwenye kundi lake manake pointi tatu hana namna nyingine yeah, na kwa namna tulivyotazama hizi mechi tulivyo, mwalimu ulivyowatazama wale yeah, e, wa Stade Malien, na, na walivyocheza mechi yao ya kwanza na, na na, na, na, na Esperance yeah, unaona Simba leo ugumu utakuwa wapi kwenye mechi yao Simba? Unajua, sasa hivi kuna namna ni kama haitabiriki Simba. Kwa nafasi naipa nafasi kubwa zaidi ya kushinda kuliko Uh, Stadi Malieni na sababu kubwa natoa uh, nafasi ya mbele kwa Simba kwa sababu mechi ya nani Petro e, ya Luanda wale mm. ilikuwa ni mechi yenye sura tofauti na hiyo wanayokwenda kuiendea sasa hivi. Kuna vitu ambavyo wanavyo wale Petro Atletico ambavyo Stadi Malieni hawana kwa sababu katika timu zinazotajwa tatu zenye ubora mkubwa kwa maana ya muunganiko Petro mm. imo lakini hawa Stade Malien hawamo mm. Ingawa ni timu ambayo uh, inaitwa ni timu yenye mkusanyiko wa vipaji, ni timu ambayo iko based sana kwenye talent mm. tofauti na nani na hawa Atletico ambao wana vitu vingi ambavyo nilisema hata last time Simba wanatakiwa vifanyie kazi ili kama wanataka kushinda mechi hiyo mm. Uh, vitu ambavyo ukivitazama kwa Stade Malien hawana kwa mm hiyo -hmm. Mechi ya leo kuna namna fulani ambavyo Simba iko juu ya wale nani, Stedi Malieni, na matarajio yangu mimi ni yale yale nilisema hata last time, cha kwanza Simba wafikirie zaidi kuto kufungwa, halafu cha pili wafikirie namna ya kupata goli. Sasa kocha wakati mwingine amekuwa tatizo, anavyoaproachi mchezo na anavyoaproachi wakati mwingine, makosa huwa yapo. Unaweza ukaingia na hesabu fulani mwanzoni, ikikataa tafuta nyingine mapema. Sasa kuna kule kuchelewa, mm. mashindano kama haya, ili ufanye vizuri, funga kwanza njia. Simba ina bahati na watu wazuri, wanaweza kucheza mstari wa nyuma, watu wanne, tena ni ball players wote mm. Nangu Rushine ukija, mm. na kwa nani, Kapombe mm. na kushoto nani, Mligo wote hawa wana uwezo wa kucheza mpira vizuri, ball players, sio wale mabeki wa kuosha tu mm. Kwa maana hiyo, kuanzia nyuma, Simba ina uwezo wa kukaa na mpira, halafu ukienda mstari wa, wa pili, kuna watu wanaoweza kukaa wanne, ambao ni wazuri sana. Unaweza ukawa na wawili wa, wa, wa, wa, mmoja wa ukabaji, mmoja wa ubunifu, halafu na wawili wa driving wanaokaa kulia na kushoto, halafu mbele unakuwa na watu wawili, mmoja wa kutunza focal point na mmoja wa kutembea kulia na kushoto kwa haras, na wana advantage Simba. Mtu wa kukaa mbele kutunza focal point anaweza kuwa ni Soa, lakini wa pili akawa ni Mkwala ambaye atakimbia kulia na kushoto. Lakini sasa unapokuja na uh, driving force ya kulia na kushoto, sijui nani Kibu ana, anakatazo lolote au alikuwa na msiba, sijui mm-hmm. kama kusha ungana na, na, na, na timu uh, ang angeweza pia kuwa kulia, sasa kushoto unaangalia mtu ambaye atakuofa zaidi ya kitu kimoja, kwa maana atakaba, atakimbia kama ni Mpanzu au kama ni Mutale au ni nani, wote wanaweza wakafanya hicho, ila kukumbuka kuwa na mtu mgumu mmoja mbele ya mabeki na mbele, unao watu watu bitizi ao, utakuwa umezuia hiyo kwa urahisi. Kwa maelezo yako ya mwalimu, yeah, ni kwamba kocha anashindwa kutumia rasilimali zake vizuri. Ah, kwa mwanzo yani, moja kwa moja ah, hatuwezi kusema hivyo. Unajua mechi ya kwanza mimi naamini alifanya study. Watu walilalamika ameingia bila nanii ah, washambuliaji asilia yeye yeah. E, alichotazama wale nani Petro Atletico ni timu ambayo inacheza flowing football. Yani wote wanakwenda kasi wanateleza yeah. Wanachiana mipira wanakimbia wote muda wote kwa hiyo ilihitaji watu wote wa wenye kukimbia na kutafuta mpira ndio yeah. Maana aliweka watu ambao wote watakuwa na wekreti kubwa tofauti na kuwa na watu wa kusimama tu kule mbele. Ilikuwa sawa, lakini muda unavyokwenda, si unabadilisha approach mm, unarekebisha kulingana na unavyowaona sasa na uh, kadri mchezo wenyewe unavyobadilika sasa, anashindwa kutumia silaha zake uh, kwa misingi ya kushindwa kufanya sabu kwa wakati na usahihi wa sabu zenyewe.